Ishiga hmm. Maeneo ya Kigamboni ndio yeah. Wetu hapa bwana alikuwa na dai la yake aliyojenga hii nyumba hapa hivi, hii nyumba aliojenga hapa kwa kudai la yake, wakaja wakampiga waka wakamuua wakamtupa, wakamtupa hapo nyumbani kwake. Wanaenda kumtupa nyumbani kwake pasipo sababu yoyote wala nini. Alafu mwisho wa siku wanakuja wanatembea tu. Wanaanza kuja kuja eh, akaja limona akati amepigwa ameenda kupimwa na madaktari amevunjwa mbavu nne. Mmoja amepasuka di mapafu. Mwingine amepasuka kichwa mgongoni draft mbega mmoja ameshtua. Ndugu wetu amemjia kutupotezea kabisa. Kijana mwenzetu ana shida yoyote. Naitwa Sofia Chua. Ndio. Kadi alikuwa na shida na mtu. Alikuwa, Kadi alikuwa na shida na mtu Alikua alikuwa na ugombi na mtu. Hata kama uuo ni mgomvi hawezi kupigana na wewe. Alikuwa ni mpenda wa kila mtu yanikakadoa, hajai kugombana na mtu yeyote. Lakini Mungu aishivyo, waliohusika hata kama alimgusa kutya Mungu hakika, tutalipa majina. Anaitwa Peter Francis Tuo. Tukio naalifahamu huu ni ndugu yangu ninavyofahamu fahamu Deodati Chua, kwani mpenzi wa watu, ni mtu wa watu sana, kuwa jui kugombana na mtu, kwani mtu anaishi na watu vizuri, wazee kwa watoto, watu watu, kwa watu wote. Alikuwa akiona chochote kinachoashiria ugomvi, alikuwa anakimbia. Alikuwa alipigwa na kitu kizito upande ambavu zake za kushoto kwa uchunguzi wa madaktari zilionekana mbavu nne zimevunjika. Katika zile mbavu nne kuvunjika ilisababisha kutoboa mapafu yake ya upande wa kushoto. Sasa jamani, mimi naomba ni laani kwa kishindo kabisa, kama ni huyo ambaye anasikika m